Okay. Ndugu msikilizaji, mpenzi mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV, ninakusalimu popote ulipo, katika nchi tofauti Ulaya au Marekani na maeneo mengine tofauti katika ulimwengu. Ninakusalimu kuaminia kwamba wewe uko mzima wa afya katika muda huu ambao ninakuletea habari katika muda huu wa jioni, kukupasha yale ambayo yaliyojiri, na sasa ni taarifa ya habari. Ujue kwamba sisi tunapatikana katika mashariki DRC huku Kivu ya Kusini ndiko ambako tunapatikana na kituo cha habari, na hivyo tu ninakuomba kusonga mbele kwa umakini kabisa kusikiliza yale ambayo yaliyojiri Butembo, na hata pia huko Mikenge waasi wa, wa M23 kuweza kupanga plani za mashambulizi. Kaa chonjo, na habari zikujie mjini Butembo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, huko kumesikika hapo jana tariki 30 mwezi wa Oktoba mwaka 2025, mvua kubwa ambayo iliweza kunyesha na kuweza kuleta mahafa makubwa sana, hata magari kuweza kuzama, vya kufanyisha biashara kuweza kuharibika na vinginevyo. Kwa hiyo ni hayo kama tu unavyoweza kuona hapo.

Jumanne na Jumatano katika milima mirefu huko Mikenge tarafani Mwenga, Kivu ya Kusini Mashariki mwake DRC, ambako waasi wa M23 wanaweza kushika mm, milki hapo na kuweza kufanyisha mkutano mm, mkubwa wao waasi walio huko Minembwe na hapo Mikenge ndiko ambako waliweza kufanya huo mkutano mkuu na wengine wao katika milima hiyo mirefu na kuweza kupanga plani kubwa ya kuweza kufanya mashambulizi makubwa tena katika wakati wa usiku. Ni hivyo tu, kwa mengi zaidi tunaingia hapa kwa kina. Uh, jambo, jambo, jambo. Yes, ni yota muife ndani ya kundi, upande wetu sisi tunajisi mzuri, mambo si mabaya, na tumeshukuru baada ya kusikia kwamba hizi nyanguzi za Rwanda hizi nyanguzi za Skelete Kagome eh, ziko zina ya, yaona mawengi <laughs> eh, ya, ya, ya, ya, ya. Nafikiri wenye Rwanda wamejipa ma milima mirefu ya ufira Fizi na Mwenga. Siku ya pili, kulikuwa kikao pale Mikenge, wakaitana wote, na wenyewe walikuwa Minembwe na wenyewe walikuwa Kitavi na wenye walikuwa, walikuwa, walikuwa Rugezi, baadhi ya wenye walikuwa Rugezi, baadhi ya wenye walikuwa Kahwera wachache. uh, wote siku ya pili na siku ya tatu ya hii wiki iliyoisha li, uh, wiki iliyopita Wakawa wamefika Mikenge na kufanya kikao, wajipange jinsi wanaweza kutushambulia, usudi wafanye ushambulizi kambi zetu zote zipigwe kwa siku moja, tena majira ya usiku. Nafikiri mazungumzo yalifanya uh, siku mbili usiku na mchana, wakizungumza na kupangana jinsi wanaweza kutupiga vita haraka sana iwezekanavyo, na walimaliza kupanga programu zao kwa niaba ya, ya, <coughs> ya mtangazaji wetu ambaye hakutaka jina lake litajwe juu ya kuhofia usalama wake. Alikamilisha kinaganaga, akasema ya kwamba kweli na hakika, ndugu zangu wa Zalendo, ndugu zangu wa Kongomani, ndugu zangu wa FRDC wote kwa jumla, mahali mulipo, wapendelevu wa hii nchi ya Kongo, adui Mnyarwanda amemaliza mpango wa kutushambulia siku kwa siku. Wataleta mashambulizi na itakuwa mashambulizi ya usiku. Wenye watapiga kipupu wamewatayarisha wat, watakuya njia ya, ya mibunda mule mumapori ya mibunda ile mpaka tabu unde na kuingia kipupu. Wenye watapiga kipupu watakuya njia ya mibunda, bakatayarisha benye watapiga bijombo. Kwa sasa tuko tunaongea wako Kirumba fasi wanaita Bisumo wako fasi wanaita kihamba. Hao wanajitayarisha kupiga mjombo, wenye watapiga mgeti wako kinyoni, wengine wako fasi wanaita kuwa rumafura tujuru ni kinyoni ni kajembwe na wenye watapiga e, nafikiri pale kupwenzero balisema nao tayari wanakuwa bilalo mbili kule chini mkalingi, mle mubonde la kalingi. Hivyo ndivyo wamejipanga na wenye watapiga pale, kwa, pale mikarati, wenye watapiga pale mikarati kusoko ya posho wamekwisha kujipanga sawasawa sawa. Pale mu maeneo ya Mikenge, Benye biko Mikenge batapiga mikarati, venye viko mibunda batapiga kipupu, venye viko kihamba na kirumba banajipanga batapiga vijombo, venye bako kinyoni na kajembwe ndio wenye watapiga mgeti na abo bote batapiga siku moja tu, tena majira ya usiku usudi, pasikuwe na msaada kutoka kulia au kushoto, pasikuwe mwenye ataenda saidia mwenzake na pasikuwe mwenye atakuwa naona adui anatokea ngambo gani, sababu ni majira ya usiku. Hiyo habari imejulikana kinakanaka. Fesande Paul, hii habari uisambaze ifike kwa kila mzalendo, kwa sababu wazalendo wote wateni sevile, wateni militere kwa sasa wamekwisha kuelewa kinaganaga kwamba huyu mwenye Rwanda ni adui, ni muuaji na hawezi hata kusensibilize mutu moya au wawili, mwenye anaweza kujiripoti tena. Kuemevau haiko, watu wote wamekwisha kuelewa mzuri mzuri kwamba ni mabandia, ni wauaji, walikuja kwa ajili ya kuua, kupora na kutokomeza Wakongomani. Hivyo ndivyo wamepanga pla ya kupigana vita, lakini habari imekwisha kujulikana waziwazi wazi na watapigwa mzuri mzuri, watayaona mawengi. Hivi vijana wamepamba maua, wamepamba maua na hivi wamekuwa wima, wame, wamefunga mikaba, wamefunga viatu. Nafikiri hivi tunawasubiri kwa muda wowote ule, wajitokeze kusudi wataisoma namba. Tunasubiri wajitokeze kwanza, waisome namba. Hiyo ndiyo habari, ndugu yangu. Na uyu umunyewonda mwinyangara nawungeyawo uturaje turagifata igihugu igihugu gisha igihugu kiraje hey, nini hey, tutabarikanize hey, ampire hima. Imepitwa na wakati ibi bimwizi bibandi biwaji bikirimineli byahonivo bitabakiya niyo niyo kupora kuuwa E, kubaka na violence na viole za kila aina kwizi <laughs> lakini watoto wakikongomani tuko imara a, tuko imara kabisa tuko ng'angari muda wote ule. Adui akijitokeza ataisoma namba, atajua kama saba ni seti. Wengine naona wako wanalalamika lalamika, lakini wako mbali wako mbali juu ya boga, maana hio wa kabisa kwamba mkongomani wa sitikivu huyu, <laughs> hayadanganyika ha. Haya, bado tunajua kungali wengine makumi saba wale, Biblia inasema bado hawaja muabudu bali e, Mungu wa miungu iko mbali nasi, tutapigana na hawa Wanyarwanda kwa makali ya upanga, kwa bunduki, kwa fimbo, kwa bulozi, kwa maombi, kwa njia yote ile watakayo jitokeza kuwahi Tutawachanja mpaka kieleweke, niyo tamwifu huu. Ulikuwa tu ni mwisho wa taarifa ya habari katika wakati huu wa jioni a, tariki 31 mwezi wa Oktoba mwaka huu wa 2025. Na hivyo tu ninakuomba kusonga mbele zaidi katika wakati wote ule unapotumiwa na kupata habari hizi, kuwatumia watu wengine, ili nao wafaidie hata kujiunga kwenye channel hapo, una subscribe na kubonyeza taalama ya kengele, ili unapata habari zetu, na hivyo ukae chonjo. Nitakujia tena nikisema, asante, tutakutana hata wakati mwingine.